Ndugu uh, watazamaji napenda kuwakaribisha leo katika mahojiano mafupi na wageni wetu ambao wameshiriki katika shughuli yetu hii ya siku ya utamaduni wa Tanzania hapo Uholanzi Den Haag. Uh, na leo tuna mgeni wetu mmoja ambaye tungependa kusikia mawili matatu kutoka kwake, uh, katika ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar. Naomba nimpe nafasi kwanza ajitambulishe, alafu tutaendelea na, na, na, na mengine. Karibu sana, asante uh, sana. Kwa jina anaitwa Salum Muhammad Ramia ni mkuu wa division ya uratibu wa masuala ya diaspora kwa upande wa Zanzibar. Tunashukuru sana, tunashukuru kwa kuweza kufika hapa eh, The Hague, Netherlands katika shughuli hii maalumu ambayo ni shughuli tunasema, iliyokuwa na malengo makuu ya kuwakutanisha Tanzania pamoja na wawekezaji ambao wapo hapa nchini Netherlands, eh, kwa mnasaba wa kuadhimisha miaka 61 ya Muungano. Tunashukuru sana kwa maneno hayo machache na vilevile kwa kuweza kujitambulisha. Tungependa kusikia labda zaidi kutoka kwako. Kwanza kabisa kabla ya hapo, tungependa kushukuru kwa kuujio wako, kufanya ujio katika shughuli yetu. Umetupa heshima kubwa sana, lakini tungependa vipi kupata mawili matatu ya jinsi ulivyoona mwendelezo wa hii shughuli yetu ya leo, jinsi ilivyotayarishwa, jinsi ilivyokwenda na vilevile vile kuona kwamba jinsi gani ambavyo labda unaweza ukatumia hii shughuli katika muono wake kama kusema mengine kwa Watanzania ambao hawakuwepo leo. Asante. Uh, uh, kwanza kabisa eh, mimi naomba nimshukuru Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa nchini The Hague kwa kuweza kuandaa shughuli hii. Lakini kikubwa tunachotaka kuambia eh, Watanzania ni kwamba eh, lazima tukiri na tukubali kwamba serikali zote mbili kwa maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Zanzibar imefungua milango kwa ajili ya wanadiaspora ili waweze kuja nyumbani na kuja kuwekeza na kuja kufanya masuala mengine ya kijamii. Tumeona hatua nyingi kubwa, fursa nyingi zimeweza kufunguka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba diaspora sasa wanaweza kuja na kuwa ni miongoni mwa wadau ambao wataweka mchango wao katika maendeleo ya taifa. Kwa mfano, kwa upande wa Zanzibar, tumeona diaspora wengi kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo diaspora kutoka hapa The Hague ambao wamekuja kuwekeza katika masuala ya uchumi wa bluu. kama tunavyojua kwamba kwa hivi sasa Zanzibar e, tuna uchumi wa bluu, uchumi wa bluu ambapo e, zaidi ni masuala ya kwenye uwekezaji. Hiyo tumeona watu wengi wamekuja, wamekeza kwenye masuala ya utalii Eh, wamefungua sasa, eh, business kwenye utalii, yeah. Lakini pia tumeona ndugu zetu aa wana diaspora eh, wakiwa wana mchango mkubwa sana kwenye masuala ya biashara, kama unavyojua kwamba Zanzibar ni kitovu cha biashara, yeah. Kwa maana hiyo eh, sisi tunawashajihisha eh, diaspora ambao waishayo nchini hapa The Hague, yeah. Waweze kurudi kuja Zanzibar na kuja kufanya biashara eh, lakini pia sisi tunasema kwamba asili haipotei na kuna msemo maarufu ambao unasema eh, a tree yeah. a tree no. without roots yeah. will never live kwa uh-huh, maana hiyo ni kwamba eh, sisi tunaambia kwamba asili haipotei. Kwa hiyo karibuni Zanzibar, karibuni Tanzania yeah. muje muenjoy fursa ambazo serikali zenu zimeweka kwa ajili ya wanadiaspora. Asante sana, mnashukuru, labda tuko kumalizia, naomba labda kupata mawili matatu kama ni maoni ama mawazo ya, ya jinsi ambavyo unaweza kutusaidia katika uh, kutuongoza au kutushauri jinsi gani tunaweza tukaboresha matayarisho ya shughuli kama hizi katika siku za usoni na zaidi katika kuweza kupata uh, uwakilishi wa taasisi mbalimbali kutoka nyumbani. Asante. Uh, japo hukujitambulisha lakini labda tu niseme kwamba mwenyekiti wa kamati mimi E, kwa niaba ya ofisi ya Rais kulu yeah, tunakushukuru sana wewe pamoja na mheshimiwa balozi pamoja na timu yote ambayo imeweza kuandaa hii shughuli no. Na kwa kweli nataka niseme kwamba hii shughuli iliyofanyika hapa nchini Netherland imekuwa e, ni shughuli ya kiwango cha juu, na kikubwa tu niwaambie kwamba tunawashukuru sana. Tuendelee kuwa na umoja, mshikamano na upendo ili kuhakikisha kwamba taifa letu la Tanzania kwa ujumla linasonga mbele.